Jeshi la Ulinzi la Israel idf limesema limefanikiwa kuzuia kombora la ballistic lilorushwa na waasi wa Kihuthi kutoka nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, shambulizi hilo lililofanyika usiku wa kuamkia leo Machi 20, 2025 ni la mara ya kwanza katika kipindi cha miezi miwili tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas lenye makao yake Gaza nchini Palestina. Nanukuu, Kombora hilo lilidunguliwa kabla ya kuingia kwenye anga la nchi. King'ora cha tahadhari kililia kuonyesha hali ya tahadhari kwa Umma, IDF iliandika katika mtandao wake wa X zamani Twitter. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Kihouthi Ameen, ya ha ha Hayyan, amesema kuwa kombora hilo lilielekezwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion nchini Israel. Wahouthi wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen, ikiwemo mji mkuu wa taifa hilo, Sanaa. Kundi hilo limekuwa likiendesha mashambulizi yake kwenye meli za kimataifa na kurusha makombora kuelekea Israel kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya IDF dhidi ya Hamas huko Gaza nchini Palestina. Mwishoni mwa wiki, rais wa Marekani Donald Trump aliamuru mashambulizi ya anga na makombora ya masafa marefu yaelekezwe dhidi ya ngome za Wahuthi huko Yemen. na Jumatano alionya kuwa Marekani italifutilia mbali kundi hilo. Kiongozi wa waasi wa Kihuthi, Abdul Malik al-Houthi aliahidi kuendelea na mashambulizi kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa Wapalestina wanaoishi Gaza nchini Palestina. tutafanya kila tuwezalo dhidi ya adui wa Kizayuni yani Israeli, na kuwaunga mkono watu wa Palestina, tutapambana na msaada tutapambana na msaada wowote wa, wa Marekani kwa Israeli ambao utahusisha kushambulia nchi yetu, alisema kwa mujibu wa tovuti ya The New Arab. Mwisho wa kunukuu. Makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Hamas na Israel yalivunjika wiki hii baada ya pande hizo kushindwa kufikia makubaliano ya awamu ya kwanza, in, ya awamu ya kwanza awamu ya pili inayofuata ya usitishwaji wa mapigano hayo. Jeshi la Israel lilirejesha tena mashambulizi yake ya anga huko Gaza Jumanne, na limeendelea na operesheni zake za ardhini huku takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya watu 400 wameuawa wa ndani ya siku tatu. IDF kupitia operesheni zake za, za ardhini imerejesha udhibiti wa ukanda wa Nezarim ulioko kusini mwa jiji la Gaza nchini Palestina. Wakati huo huo, Trump ameitaka Iran kusitisha msaada wake wa kijeshi kwa wahuthi hao, akiahidi kuwa kundi hilo liko mbioni kufutwa kabisa na majeshi ya Marekani. Matamshi ya Rais Trump Jumatano yalikuja siku moja baada ya waasi wa kihuthi kushambulia meli za kivita za Marekani katika eneo la bahari nyekundu na pia kurusha kombora kuelekea Israel. Jumatano pia liliashiria siku nyingine ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya ngome za Wahouthi huko Yemen, ikiwemo mji mkuu wa Sanaa, nanukuu, uharibifu mkubwa umetokea kwa waasi wa Kihouthi na mtashuhudia hali inavyozidi kuwa mbaya kwa husi. Mapambano ya haki na hayatakuwa hivyo kamwe, watafutwa kabisa, ameandika Trump katika mtandao wa kijamii wa Truth Social. Mwezi huu Marekani imefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya waasi wa Kihouthi ambao wanajitangaza kama jeshi rasmi la taifa la Yemen. Tangu mwaka 2023 Wahuthi wamekuwa wakishambulia meli katika eneo la bahari nyekundu na kurusha makombora kuelekea Israeli kwa lengo la kushinikiza serikali ya Israel kukomesha vita dhidi ya Gaza. Utawala wa zamani wa Rais wa Marekani Joe Biden pia ulifanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihuthi, lakini kampeni hiyo haikufanikiwa kuwazuia kuendelea na mashambulizi hayo yao. Katika ujumbe wake wa mtandaoni Jumatano, Trump alidai kuwa kuna ripoti zinazoonyesha kuwa Irani inapunguza msaada wake kwa wa Wahouthi, lakini bado inatuma vifaa kwa wingi, namnukuu, Irani lazima isitishe mara moja usambazaji wa vifaa hivi. Wahouthi wajipiganie wenyewe, vyovyote iwavyo, watashindwa lakini kwa njia hii watashindwa haraka. Ameandika Trump, mwisho wa kunukuu. Trump hapo awali alitishia Irani na hatua kali endapo haitowadhibiti waasi hao wa Kihuthi ingawa wahuthi wanaojulikana rasmi kama Ansar Allah wana uhusiano wa karibu na Irani, na haiko wazi ni kwa kiwango gani wanategemea msaada wa Irani ama iwapo Irani inaweza kuwaamuru waache mashambulizi yao. Nanuku, na kila risasi inayorushwa na wahuthi itachukuliwa kuanzia sasa kama shambulio liyoratibiwa na silaha la uongozi wa Irani, na Irani itawajibishwa na itaathirika vibaya, na madhara hayo yatakuwa makubwa sana. Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii siku ya Jumamosi wakati mashambulizi ya Marekani dhidi ya Houthi yalipoanza tena. Kwa upande wao wa Houthi wamepuuza vitisho vya Marekani wakiahidi kuendelea na mashambulizi yao hadi Israeli takapostisha mapishambulizi yake huko Gaza. Trump waliongeza kundi la Kihuthi kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya kigeni mwanzoni mwa urais wake mwaka huu, na utawala wa Biden hapo awali nao uliwapo wahuthi hadhi ya magaidi wa kimataifa walioteuliwa rasmi na taifa hilo. Kwa mujibu wa wizara ya afya eneo la Gaza, mashambulizi ya wiki hii yameua takriban Wapalestina 1436 wakiwemo watoto 183 tangu kuanza kwa operesheni ya IDF eneo la Gaza Oktoba 7 2023 223 yameua Wapalestina 49,000 na 547 huku laki moja na elfu kumi na mbili na mia saba, kumi na tisa wakijeruhiwa katika vita hivyo, huku ofisi ya habari ya serikali ya Gaza ikidai kuwa idadi ya vifo ni zaidi ya watu elfu sitini na moja ikisema maelfu ya wapalestina bado wako chini ya vifusi. Wakati huo angalau watu elfu moja na mia moja thelathini na tisa waliuawa nchini Israeli wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba saba, elfu mbili na ishirini na tatu na zaidi ya mia mbili walichukuliwa nyara kama mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.